Mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wilaya ya Babati mkoani Manyara, Crispin Mela ameliagiza jeshi la polisi kuwakamata hakimu wa mahakama ya mwanzo kata ya Bashnet Julius C. Dagalo na mwenyekiti wa kitongoji cha Bilisima Rusian Labu kwa tuhuma za kufanya njama za kuidhulumu familia moja shamba. Inasemekana watendaji hao wameshiriki kuliuza shamba la mama Cecilia Mshale ambalo lilikuwa na mgogoro baina ya mwanamke huyo na mume wake. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Zakaria Mtigandi. Cecilia Shamble anadai baada ya kudhulumiwa shamba lake la ekari moja na nusu anakabiliwa na changamoto ya kutokuwa na eneo la kilimo. Sasa hivi mimi naishi kwa kuhangaika, hakuna kitu nyumbani. Wakati mimi naenda kuhemea, natafuta chakula ya watoto wangu. Sasa hivi mimi sina chochote ndani ya nyumba, mimi naishi kwa shida, hata chakula hamna. Mkuu wa wilaya Babati Crispin Mera katika kushughulikia kilio cha familia hiyo anapata maelezo yanayomlalamikia hakimu na mwenyekiti wa kitongoji kuhusu walivyoshughulikia kesi ya shamba hilo baina ya Mama Cecilia na mme wake Gwedimi. Waliongea na mwenyekiti wa kitongoji, kesi hiyo baadaye ikapelekwa mahakama ya Bashne badala ya kupeleka mahakama ya Dareda, na baadaye hukumu ikatolewa huko. Baadaye hakimu akatoa hati ya kumfilisi huyu mama ambaye hana habari. Mkuu wa wilaya anasema Serikali haiwezi kuwavumilia viongozi hao anaanza na mtendaji wa kata ya Bashnet Samuel Mtiko. Katika kuonyesha kwamba tuko serious, hatuwezi kukaa na watumishi wa namna hii. Kwa hiyo bwana bwana bwana mtendaji wa kata. Mtendaji mtenda, Kuanzia sasa hapo uliko, Unakaa chini ya ulinzi hapo. Tunaondoka na wewe? Tunaenda kukufungulia kesi na taratibu za utumishi tunakuchukulia na lazima tukufukuze. Kwa upande wa makosa ya hakimu mkuu huyo wa wilaya, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya maadili ya mahakimu wilaya Babati, anaiagiza polisi na TAKUKURU kushughulika kwa. Nakuagiza bwana TAKUKURU na bwana polisi na ka..., leo hii huyo hakimu atafuta popote, na yeye akamatwe, achukuliwe na yeye sheria kama anavyochukulia wengine. Haiwezekani mahakima katumia uhuru wa mahakama kufanya kushiriki uhalifu. Hili linaleta kilio kwangu kwa sababu mwanamke ni mnyonge, hasa hasa katika maeneo yetu ya huku porini. Tunanyanyaswa kwa sababu wengine hata hawasoma, hawajui kusoma. Wananchi hao wamepongeza hatua zilizochukuliwa na serikali dhidi ya dhuluma ya shamba kwa familia hiyo ya Mama Cecilia. Zagalia Mtigandi Star TV, Manyara.